Nam sbal heri, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa. Aye ni safi. Vyama vya upinzani nchini Ugiriki vimeitaka serikali ya nchi hiyo isitishe ushirikiano wake wa kijeshi na utawala wa Israel. Taarifa ya vyama vya upinzani vya mrengo wa kushoto vya Ugiriki imeitaka serikali kusimamisha ushirikiano wa kijeshi na utawala wa Israel na kuitambua Palestina kama taifa. Vyama vya Syriza, Greece Communist, New Left na Course of Freedom kwa pamoja vimeandika barua kwa Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ugiriki vikitoa wito wa kusimamishwa ushirikiano wa kijeshi wa Athens na utawala wa Israel na kutambuliwa kwa Palestina kama taifa. Kadhalika, vyama hivyo vya upinzani nchini Ugiriki vimesema katika barua yao hiyo, kutokana na matukio yanayoendelea kwa sasa huko Gaza, serikali ya Ugiriki haina haki ya kisiasa, kisheria au kimaadili kuhalalisha na hatimaye kuunga mkono jambo hilo. Kwa kuzingatia mazingira hayo, vyama hivyo vya upinzani vimetoa wito kwa serikali ya Athens kufanya juhudi ili kuhakikisha usitishaji wa mapigano mara moja huko Gaza na kupelekwa misaada ya kibinadamu bila kipingamizi katika eneo hilo linalozingirwa. Itakumbukwa pia, hapo jana, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uhispania Jose Manuel Albares alisema kuwa, nchi yake haina nia ya kutoa nasaha kwa yeyote, lakini njia pekee ya peke kupata amani ni kuitambua nchi ya Palestina, akiashiria kwamba wao kama Uhispania wanaunga mkono Wapalestina wa Gaza. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.